Juu. Uko vizuri? Vipi? Kabisa. Tunamshukuru Mungu. Imekuwa mechi ya namna gani? Walitangulia KMC kupata goal lakini hatimaye mkasawazisha na kupata goal tulikuwa tunacheza na baba mwenye nyumba. Aa, ameleta jeuri. Mechi ilikuwa ngumu sana, hii mechi haikuwa nyepesi, ni tofauti na mechi zingine ambazo tumecheza. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu. Kikubwa tunawapongeza wachezaji, tumeweza kushinda na tumeweza kupata pointi zetu tatu, viporo vyote vimelika. Sasa tunaangalia mechi zijazo. Ni la alama moja mpaka hivi sasa. Mmefanikiwa kushinda viporo vyenu vyote, hii inawapa faraja kiasi gani kuelekea mchezo wa fainali? Hii ni kuelekea mbio za ubingwa, na tunautaka ubingwa na tunamwomba Mwenyezi Mungu msimu huu uwe wa kwetu na uwe msimu wa faraja kwa Wanasimba. Misimu mitatu mfululizo amekuwa misimu ya huzuni, kwa hiyo tunachoamini kwamba msimu huu utakuwa msimu wa furaha kwetu sisi. Ni furaha na kujipanga kuelekea mechi zijazo gepu la pointi moja na bado tuna mechi naye. Kwa hiyo tunaamini kwamba tarehe kumi na tano tukikutana naye uwanjani tunaenda kupata ushindi. Tunachotaka sisi ni kushinda mechi zetu zote na kuchukua kombe, sio tu kombe la NBC mpaka hata kombe la shirikisho. Mwenyezi Mungu atujalie tufanye vizuri na tuweze kuchukua uh, ubingwa huo. Kiwango cha Joshua Budo Mutale na kizungumziaje leo ndio man of the match? Yeah. Kwa kweli Mutale kwa, ana, ana deserve kwa sababu ni mchezaji ambaye ame, ameonyesha uh, utofauti. Alikuwa uh, ameanza vibaya, sasa hivi anacheza vizuri, mechi kadhaa anafanya vizuri, mechi iliyopita, mechi hii, mechi kama mechi nne mitano mfululizo anafanya vizuri. Kwa hiyo Mutale amebadilika, sio yule Mutale ambayo tulikuwa tunamlalamikia. Kwa hiyo mimi nampongeza Mutale, anafanya vizuri na ame deserve kupata hiyo uh, man of the match. Ni taarifa au ni alama gani mnatuma kwa Berkane? Uh, kwanza leo approach ya mwalimu sio approach ya mechi kubwa kwa hiyo wasifikirie kwamba tulivyocheza leo itakuwa kama tutakavyoenda kucheza na wao. Sisi tunachoambia kwamba tutaenda kwao, tutaenda kupambana, watakuja nyumbani kwa Mkapa. Sisi Simba ndo mabingwa wa kombe la shirikisho. Asante.